Na uifuns na na na baada ya hayo, uh -huh. Nasikia sauti kama sauti ya mkutano mwingi, sauti kubwa mbinguni ikisema Haleluya. Uh -huh. Na utukufu nguvu zina Bwana Mungu wetu uh -huh. Na kuwa hukumu zake ni za kweli na za haki, hukumu za Mungu ni za kweli. Ukisoma kitabu cha Zaburi ni mwezi sana, wanapoandika wa Zaburi mia moja na tatu mstari wa sita, Mungu ndiye afanyia mambo ya haki na hukumu kwa wote wanaoonewa. Mungu anajua anaoonewa. Amen. Sio kama kwamba hajui, anajua. Yes. Msala wa wakati wa Mungu tu. Amina. Mungu anangoja kikombe kifurike. Yes. Watakuja kwa njia moja lakini watakimbia kwa njia zao. Amina. Mimi ninasema wazi.

biashara sehemu, unafanya biashara sehemu nyingine kabisa, watu wakujue anastawi. Yeah. kwa sababu ene aki ni kama mpende hata kipandwa hata kipandwa jangwani kabisa, haleluya, atastawi. Mapesa mwenye yake ni mengi, lakini Mungu mponya nayo yote. Mungu atakuponya, amen, haleluya, amina. Haki ya Mungu ikasimame. Yes. wako kwenye uzao wako, ana kizazi cha sasa na kitakachokuja ndio nasema, naambia na Mungu kizazi changu cha sabini kitakachokuja, hicho kizazi nitaje. yes. Kitenda mema yes. Hata kama nikiondoka nitarudi tena, najua hata kama nikiondoka sasa sisi. Nanyelewaamiaeua ninaongea kwa kujiamini kwamba nikihesabu majuma, siku, miaka, miezi, kizazi cha sabini ntakikuta. Yes. nitakisimamia tena, kama wakati wa Bwana utakuwa bado. Nani anaamini ataenda atarudi tena duniani hata watakuja kuweka kambi duniani. Naamini kwamba siku Yesu atakapokuja na jeshi wake watu wake watakuwepo. Unaona nini kushinda kushindwa? Pokea kushinda sasa kwa jina la Yesu. Pokea kushinda. Kila mtu atakula matunda na kinywa chake. Kula matunda na kinywa chako. Wewe ni tajiri, wewe sio maskini. Wewe ni mzima, wewe sio mgonjwa. Msomaji tuende kanisa. Amen. Maana amemhukumu yule kahaba mkuu mm -hmm. aliyeiharibu nchi kwa mm -hmm. uwashirati wake mm -hmm. na kuipatiliza damu ya watumwa wake mm -hmm. kononi mwake mm -hmm. wakasema mara ya pili mm -hmm. Haleluya, haleluya, na moshi wake upaa juu, moshi wake upaa juu hata milele na milele mm -hmm. na wale wazee ishirini na wanne unajua, Mkristo anaamini kwenda mbinguni, nitafika lakini kwenda kaliako, yes. kwenda kununua simu nzuri, nguo nzuri, kwenda showroom kunua gari nzuri, na kwambia hamna. Amina. Mabati tu wewe pamba, kula vizuri ni lazima. Wewe mtoto wa nyumba hii ni marufuku kwenda kununua vyakula vya ovyo ovyo. Eti unakula, Mungu wangu akupe hela

Kama hicho kitu kimekuja ukakikalia, basi hata nyumba itakujwa utaikalia. yeah! Sema amina kubwa, amina. yeah! Kubwa. yeah! Bibi. mm! Okay, e mean, uh. Sema mpatani mwana na haki yake, mengine yote mtazidishiwa. Pokea kuzidishiwa kwa jina la Yesu. Yesu akujenga nyumba ile ile na nyumba, maana anasema utakakujenga nyumba nzuri Usemsa kwa Mungu. Pokea, yes, kujenga nyumba nzuri. Pokea, kujenga nyumba nzuri. Kwa jina la Yesu yes. Yes, na wale wenye uhai wanne mm -hmm. wakasujudu waka na kumwabudu Mungu aketie katika kile kiti cha enzi wakisema, amina, haleluya. Sauti ikatoka katika kile kiti cha enzi ikisema, msifuni Mungu wetu, msifuni Mungu wetu, enyi watumwa wake wote, mnaomcha wadogo kwa wakuu. Nikasikia sauti ya makutano mengi na Sauti ya maji mengi uh -huh. na kama sauti ya radi yenye nguvu uh -huh. ikisema uh -huh. Haleluya, haleluya, kwa kuwa Bwana Mungu wetu uh -huh. mwenyezi mwenyezi amiliki, na tufurahi, tushangilie tusha. tukampe utukufu wake kwa uh -huh. kuwa urusi uh -huh. ya mwana kondoo yes. mwana kondo, imekuja Yesu akasema ninapenda kuangalia mahali. Yes. Siku moja nikawa kwenye challenge na wachungaji. Amina. Wale wachungaji wakakazana kupiga stori zao. Tunaenda nini? Tunaenda mbinguni, nikaambia kitu kimoja. Atwende mbinguni. Yes. Hello. Amen. Nakuweka sawa. Ndio. Atwende wapi? Mbinguni. Kasema ni mchungaji mmoja anasema. Sisi sote tunaenda mbinguni, nikaambia ngoja nikambie kitu. Mbingu za mbingu hazimtoshi Mungu, anakuweka wapi? Yes. Nikamwambia Mungu kachukua kipande kidogo tu, yes. cha sehemu ndogo tu, yes. kampa mtoto wake afile, mtoto wake ambaye ndiye Yesu, anakuangalia mahali pale. Amena. Yesu Mtanzania? Ndio, unakaa Ikulu. Amen. Amen. Yes,

ukutkoleakukutawatakuta nakushitua kidogo es anasema, angalieni siku hiyo atakapokuja, mana atakuja kama mwivi. Msije mkasongwa sana na shughuli za dunia kabisa. Kijrani yako, unaenda mbinguni au Yesu anakufuata kuja kuchukua? Unaenda mbinguni au Yesu anafuata kuja kuchukua, kubadilisha kidogo. Soma Biblia itakusaidia. Amina. Ujue nini litakusaidia kesho na kesho kutwa tumeshaanza kuzoeshwa zile chapa. Tunapoambiwa kwamba paji au kwenye mkono tunamaanisha kupiga passport size na kuweka kwenye gumba. Takuwa naelewa hapo. Mimi nataka kukupata wewe sikupate kwa jina na Yes, kupata kwa namba.